Wewe mtoto umekuja kufanya nini kwenye nyumba yangu hapa, Samundu? Najua una hofu. Wewe umejuaje? Na sio hilo tu, ninajua unayo mpaka ilizi ya Nachi. Ndio nayo. Kwa hiyo ndio amekutuma uje kuichukua, nini? Hapana, sijaja kwa hilo. Nimekuja kukuuliza kuwa Nachi anataka kukuua. Ndio anataka kuniua? Ni yote aya, kwa sababu yaiy ee, elizi yani anikosesha amani kweli. Yani kuna muda mpaka nawaza ni mrudishie tu, yaisha maka sitaki ta mabalaa. Hapana, simrudishie baki na hiyo elizi, mimi nipo nyuma yako, hataweza kukuua. kweli

Sasa huyo mtoto kidogo kanitoa hofu nilokuwa nayo. Maana nilikupo siliwi kabisa nifanye nini? Ah, maana vile vitisho vya nachi. Kifo sio mchezo. Sasa hapa kwa sababu mtoto kaamua mimi kunisimamia, ngoja ninyanyuke niende kwa nachi sasa hivi nikamtambie. Kwa sababu si usimamizi nao bwana, akinigusa tu. Najua mtoto atamtokea atamuua. Hata akifa na hasara gani? Hana umuhimu. Sasa ngoja niende sasa hivi. Kasuku, inabidi mwache mke wako kwa sasa, maana hayupo sawa, na ukubaliane nacho alichokwambia. Siwezi kukubali kirahisi. Unajua mke wangu ni msiri sana na hataki kabisa kuniambia kitu gani kina msibu. Sasa ni bora akaniambia ni kitu gani kina msibu, kwa sababu naweza nikamsaidia au nikajua nini nafanya. Usiwe na haraka, atakwambia, maana kuna jibu analitafuta Akilipata atakwambia kila kitu. Ehe, nimekumbuka kitu. Afadhali umekuja. Kwa sababu mara ya mwisho nakumbuka uliniambia nikija hapa nyumbani nisitoke tena. Kwa sababu kuna viumbe ambao wananifuatilia. Sasa hebu niweke wazi. Ni viumbe wa aina gani ambao wananifuatilia mimi? Kama unataka kutoka, wewe toka. Maana hakufuatilii tena. Ah, Kasuku. Umenijibu tofauti nilivyokuuliza. Ninachohitaji kujua mimi ni viumbe wa aina gani ambao wananifuatilia mimi? We, we kasuku, kasuku. Ok, mm. Kwa kuwa kwa sasa na uhuru wa kutoka hapa nyumbani, basi ni bora nikatoka tu. Ina maana u kaondoka bila kuniaga? Itakuwa ameenda wapi? Na nimemjibu vibaya kweli, ina maana kakasirika, ndio maana kaondoka bila kuniaga. Wewe umefata nini tena nyumbani kwangu? Nacho, nimekuja kukukumbusha hicho. Kwa kwambia mganga wako umeue mume wako, au kubaliane na mimi, umrudishia mume wako akili zake kama zamani, na umwambie kila kitu ulichomfanyia, na ye mwenyewe akubali kwa akili zake, akuache kwenye ndoa, au waendelee kuwa na wewe. Unadhani ni rahisi hivyo? Nitawezaje? naanzaje kumwambia Nachi, ni bora ujaribu kuliko kutokujaribu kabisa. Unampenda sana mume wako na hutaki kumpoteza mbele ya macho yako, mwambie tu ukweli, maana ukweli humweka mtu huru. Ulichokisema ni kweli <sighs> lakini ngoja nifikirie kwanza. Sawa, mimi naenda kwa yeye. Ah. Yaani, mpaka nahisi kichwa kinaniuma, nawezaje kumwambia mume wangu ukweli ingali ya kuwa mimi ndo nimemsababishia matatizo kwenye maisha yake? Naanzaje kukaa naye chini kumwelezea kila kitu hapa? Ngoja nimtafute tu kakaangu aweze kunipa ushauri, na siwezi kutoka hapa nyumbani, inabidi nimwombe tu aje. huo kweli mtihani. Kwa hiyo mnasafirisha ama mnazikia papa? Aa, basi sawa, ebuwe nenda, alafu kitakachojiri huko mazikoni mi utanijuza sawa. Mom, just be strong, usilie sawa. na kwa poa. Oh. Ah, bila shaka kuna habari njema shemeji yako mpya Nyange amefiwa na kaka yake. Dai bwana eh, pole yake. Ah bwana shukrani kwa niaba yake e, nina hapa nyewe unavyoniona pozi imeisha, kwa sababu tulikuwa tuna miadi leo niende nyumbani kwao tukakutane. Umeona? Kwa baada hii ndio nimejikuta nimekaa hapa mzee. Yaani nimeroana kabisa ah, kusema kweli inahuzunisha sana, lakini mwenyewe unaelewa ndugu yangu, watu tulivyo sasa, kama mishumaa tu. Muda wote unaweza kuzima lakini yote kwa yote tumombee heri mfiwa katika kipindi hiki kigumu, lakini na pia mimi na wewe tumwombee marehemu huko alipo. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Kweli siku hizi sijakuona mwanangu. Ni kweli kaka bwana, mwenyewe nipata majanga mzee wangu. Wewe acha tu. Majanga gani tena? Bwana, kuna sehemu hivi nilikuwa nimepoa hapa juzi kati akatokea msichana. Yaani nikashindwa kuelewa ni jini au ni kiumbe wa aina gani, lakini alinikaba mzee wangu, yaani nusu ni uwe, yaani mpaka hivi leo unavyoniona niko hai, yote neema ya Mwenyezi Mungu tu. Lakini ukikuta nisha kufa bwana, mm. Pole sana kaka, kusema kweli mimi pia siku mbili hizi mambo yangu yakwenda poa kama nilivyotegemea. Mwanangu, kimetokea nini tena? Samundu, Samundu, kafanyaje tena usula kali kwa pomba. Yaani wewe mbaya kweli kweli. Na kweli waidule wana huruma. Yaani mtu mbaya kama ikakwikaje ndani wewe. Naona huamini kabisa kama sabundu ndo mimi. Ambapo niliahidi kifo bimeshashia mpaka sasa hivi natembea. Wewe mtoto mdogo sana wewe. Mimi sabundu na watu. Siwezi kufa kizembezembe. Labda atakaniua ni Mungu pekee yake. Ila sio kwenye uchawi. Mimi nimepikwa kutoka kwetu kijijini cha Sambanjile. Yaani kama Sayyidul Islam bibi akaniita, njoo mwanangu akanipika kwenye jungu, akanitoa, akanipika, nikakaa chini ya ardhi siku saba, ndo hapa. Yani mnanitambia kabisa, wataka kuniua kwa genga wako wa Dar es Salaam, wao wenye kuniua mimi. Mjanga anajibandika bango, mjanga ati anapiga video kulu, eti nitafute kwenye namba hii, anatuma meseji kwenye viswaswadu. Mjanga matapili, ao genga wako wa Dar es Salaam, uwezi kunichanganya mimi akili mimi Samundu nina watu, nina kikosi cha mpira t, nina wadogo, nina wakubwa, wote wananiangalia mimi, watakunisaidia. Wo ni mambo yangu sasa hivi na kuwa safi kwenye udalali, halafu nisumbue mtoto kama wewe? Ndio nimekuja sasa, uniue usi, wataka kuniua. Unamwangalia nani? Unamkalia kimya nani? Samundu, umemaliza uondoke nyumbani kwangu, maana kichwa changu hakipo sawa. Kichwa changu lazima kifurugiki kwa sababu wewe si mwanga Wakwambia nani mwanga akifuma kilak nakua sawa? Lazima akalia chini apeseapese macho ndio kama wewe sasa. Sasa nisikize nikwambie, nakupa siku hizi siku tatu tu, Eliza mbona. Itafute, nataka niwaoneshie uma wote ote umtoa kama yule nachi nikigagula na pamoja katika hii Tanzania, na mtu wa kwanza kumuoneshia ni mme wako waidoni. Nataka nimwambie muone, ndugu yangu ijutie mali yako hii. Umefungia ndani mwanga na hizo siku tatu wenyewe, omba <laughs> Mungu kama sitafika hizo siku tatu, kwa sababu navunjijiwa mimi, Samundu, hiyo siku tatu naona kama mwezi hivi. Nataka niwatangazie mtaa wote kama mke wa Idoni ni mwanga kini usiku. Tukisha kuumbua, nataka niwaambie watu tumtakase, uwe akiwa na nguo kabisa ndo dawa wa mchawi hiyo, kutembeza kabisa kindumbendumbe kabisa, ukiwa umenyuliwa pala na unguu hauna kabisa. Si ndo dawa si ya mchawi hiyo? kinosi niangalia, nikiwa naongea naweyani. Samundu anatia sira, nimfanye nini? Samundu bwana kanilibia vibaya sana. Kuna siku mimi nilikuwa natembea na mshangazi, kaka. Kama sikosei ni ile siku ambayo nilikuwa nimeenda kumuomba mshangazi msamaha. Umeona bwana? Kwa hiyo kwenye kusindikizana tukapita duka ambalo lipo Samundu na Nyangi. Umeona? Kwa hiyo Nyangi kaona scenario nzima. Samundu naye kaiona scenario nzima. Alivyokuwa mjinga yule jamaa, akaanza kumjaza Nyangi rafiki yangu. Umeona yule jamaa? Yule jamaa malaya kweli kweli. Anatembea na mshangazi. Wanawake waliomzidi umri. Mtaa mzima ukamaliza. Yule jamaa atakufa vibaya kaka, kachafua vibaya sana. Yaani hamna ya rangi ambayo kaacha, kataja rangi zote, umeona. Kusema kweli kaka, mimi kama binadamu, imani kanishinda mzee, kilinijaa kisukari, nikamfuata Samundu nyumbani kwake, nimemnyofoa tumeenda sehemu bwana, bwana, nimeenda kumkaba, umeona bwana. Alafu alivyo mpuuzi, ananiambia kwamba na wai don pia kanikaba vile vile. Sio uongo mwanangu, kweli kabisa, nilimkaba na sababu ya kumkaba ni mieusho yake. si unajua mwanangu, Samundu alivyokuwa na mieusho, eti anakuja kumwambia mke wangu ni mshirikina ananiloga mimi hivi, hmm? kama ni wewe mwanangu, ungeweza kuvumilia ujinga kama huo? A, mi nikashindwa kuvumilia kabisa, nikamshika yani oa nusu kidogo nimpige, lakini nikamstahi tu, nikamwacha ondoke. Kuni mabantu wawili mkikaa tu turudi ndio mnaniangalia upuzi kama huu si ndio? Yaani wanangu hata ipendezi kusema ukweli. Yaani wanaume wawili. Mnakaa uchochoni kumsema madogo wazenu kweli. Waangalie watoto nilifuashuka. Yaani mlifonikaba, mmeona itoshi. Sasa hivi mnataka kuniua si ndio? Haya ni weni. Sasa nina nini mpaka mniuo jamani, mngejua. Samundu, haya yote ni matunda ya ujinga wako. Yaani ungekuwa una akili timamu wewe? Eh? Kichwani zimetimia, yasingetokea haya yote. Na ukiendelea na umfumo sisi, tutakukaba kila siku na kunapoelekea. Samundu, kunapoelekea. Waidon huyu nitakachomfanya huyu, sio wewe kam. Hey, hata mimi mwanangu, a Samundu, itafika kipindi mwanangu, nitakukunja afu nitakupiga kweli nikuue. Mwanangu unazingua sasa. Jini, watu wawili mnogombania mwili mmoja, kuupiga kwa sababu kama majiona maiweza huyu kajiona maipaki yao. Sawa, mimi mandonga mtukazi mnipige. Hey, sasa tambueni, mimi na watu na watu wenyewe sio hapa Tanzania tu hadi Kenya kwa Kasongo na watu na wananikubali na, wanani na wataarifu. Sasa na siri zenu zipo hapo, na siwezi kuambia nyinyi simnajifanya wajanja. Ile naliandaa bomu, yani ile bomu siku nitakalolipua, si uso zenu mtasiweka wapi? Sasa wewe jichanganye. Mara mwisho nilikuonya, nikakwambia Samundu, mi ukiendelea kufuata njia zangu, umeingia kwenye kona zangu. Wewe utakuja kulia na mkeo yule, kama hautanikuta, natoka ndani kwako na taulo, wewe, yule mwanamke atapata mimba ambayo ni ya kwangu mimi. Hey, unanitisha kumwongelea mwanamke sasa hivi? Yule mwanamke yeye namuona kama kinyesi pale, muda wote anaondoka, yuko mguu ndani mguu nje, anaondoka kwa fyu Yani unitisha kuhusu mwanamke tena? Hiyo siku utakaokwenda usimsau na mwenzako. Nyinyi wote si mmechapa washenzi, nyi afuju miusho sana. Samundi kaka, huyu safaria atanyoka kwa nguvu, unafikiri yani? Kwa namna ambavyo tumembadilikia trust, mi we ananyoka, ananyoka. Oya, kweli mzee wangu, yani ifikie kipindi sasa, tukomeshe huu mbea katika mtaa wetu. Hatuwezi kuvumilia ujinga siku zote. Wewe wala usumize kichwa, Kasuku alibatisha ah. Kweli yani alikuwa natoka ujue hapo kwema nilipotoka kwema, sijui hapa hapa salama kabisa, kama unavyopaona. <coughs> Mustafa, naomba nikuulize swali, ila samani. <coughs> Wataka kuniuliza nini tena Kasuku? Yaani uishiwi maswali? Mtoto hivi, unamchukia mdogo wako Nachi na mama wake aido wa siwezi nikamchukia, kwa sababu kile ambacho anakifanya kipo nje ya akili yake. Ila kwa mdogo wangu Nachi naweza ngasema anamchukia, kwa sababu ya kile ambacho anakifanya kinanchukiza sana. Hivi mdogo wako Nachi ikitokea akikupigia simu uende nyumbani kwake, utaenda? Hapana ha, siwezi nkaenda. Kwa ajili yangu, je, utaenda? Nitafikiria ah. Si ufikirie bali ni ahidi kuwa utaenda. Sawa, lakini hajatokea sasa, hajanipigia sawa kweka suku mdogo wangu unaacha, amenipigia simu sasa hivi, ameniambia nenda nyumbani kwake. Unafahamu chochote juu ya hii simu? Hapana, sijui chochote kile, ila naomba uende ili ukamsikilize na shida gani. Nakuomba uende kwa sababu hili ni yangu na nimekuomba. Sawa, ngoja niende basi. Wewe umenitia nini kaka? naomba kwanza ukae tuongee. <coughs> Kaka, naomba unisamehe sana kwa yote ambayo nimekukosea. Mimi nachisha kusamehe tangu hapo uliponikosea, <coughs> lakini kuna kitu nataka nikwambie. Niambie. Hivi kaka Utanipokea kama nikitaka kurudi pale nyumbani? Sasa kwa nini sikupokee? Nachewe pale, ni nyumbani kwenu. Sawa, we nache pale, hujaua muda wowote na saa yoyote unaruhusiwa kurudi. Kwa nini sasa nisikupokee? Sawa, lakini wewe una nini? Ni ilo tu kakangu. Una hakika ni hicho tu ambacho nataka kuniambia? Hamna, ni hilo tu, kaka yangu. Sawa. So.